Dada Mary, karibu sana. Hongera. asante, asante sana umemaliza mkataba nashukuru. Eh, umekuwa ni dada yetu uh, ambaye kwa kweli hata kwenye content zetu za seminar, workshop, ni dada ambaye ulikuwa hujawahi kukosa kwa kweli. Mara zote umekuja, umekuwa unatoa michango hmm. Tunashukuru sana hmm. Uh, na tunakupongeza kwamba sasa umemaliza mkataba wako. Hebu tuambie vipi malengo uliyokuwa nayo na sasa umemaliza mkataba unaendelea au vipi? <laughs> Karibu, asante. mm -hmm. Kwanza kabisa namshukuru Mungu mm. ambaye ndo ametupa uhai yes. uzima na afya kabisa, na pili nawashukuru wa dada center. Amina. kwa sababu bila wa dada center mm. nisingefika hapa nilipofika. wow, wow. namshukuru sana Mungu mm, amina. Kwa hiyo, na wakati, shukuru... wakati unakuja ulikuwa unatokea wapi dada Mary? Waka... Kwanza kabisa wakati mm. nakuja, nilikuwa mm. nilikuwa nimepanga Boza, nimetokea Boza. Okay, kwa ulikuwa unaishi hapa hapa da? Ndio, hapa hapa da. Eh heno. na ulikuwa unajitegemea? Nilikuwa najitegemea. Nini kilikupelekea ukasema ngoja niende wa dada center? Baada ya kuona tangazo Facebook mm niliona tangazo -hmm. Facebook mm, -hmm. mm -hmm. nikaona kwamba hii fursa inanifaa mm. kwa sababu. wakati huo ulikuwa huna kazi? Nilikuwa sina kazi mm -hmm. kwanza kabisa nilikuwa nimefanya kazi ya nimesomea by professional, mimi ni hotelia. ni hotelia nimesomea mambo ya hoteli. Okay, kwa nikafanya kazi kama miaka mitano okay, hotelini, hotelini. Okay. baada ya hapo uh -huh. nikaona bora nijiajiri okay. nikajiajiri nikabezi kwenye catering uh -huh. na keki okay. Okay. Sasa baadaye sinajua maisha tena na biashara na biashara mm -hmm. he yakayumba okay. nikakaa tu nyumbani nasubiri uh -huh. tu oda lakini kasema sasa mimi na professional yangu bado mm. nasubiria order mpaka leo na sina msingi. Mhm. Mm, nilipoona ile tangazo la Wadada Center, nikaona hii ndio fursa pekee ya kuweza kujifunyanyuka tena. Kunyanyuka. Mhm. Nashukuru mara ya kwanza kwa sababu nimeona 2024 Januari. Mm. -hmm. Okay. Nikapiga simu na bahati nzuri kanipokelea yule madam. Wow. Uh -huh. Mm, ilikuwa -hmm. inahitajika chef kwa ajili mm -hmm. ya kupika vyakula vya Indian okay, Indian food eh Indian yeah. Food na mm. Mimi nishawahi kufanya sehemu hoteli moja kubwa hapa Dar es Salaam ya Kihindi mm -hmm. Nikasema inaweza mm -hmm. nikaja hapa mm -hmm. kweli nikaitwa okay. Nikaenda nikafanya kazi sasa okay. ilikuwa niyakwenda na kurudi. okay. Nikafanya kama mwezi mmoja mm -hmm. ikatokea shida kidogo mm -hmm. baadaye sikukata siku tama. tamaa nikarudi tena hapa, hapa Wadada Center mm bahati nzuri mm -hmm. wanasema Mungu si asumani mm -hmm. nikapata tena fursa nyingine hiyo mm -hmm. hiyo professional japo mm -hmm. mshahara ulishuka kidogo mm -hmm. lakini nimefanya na amani mm -hmm. nimemaliza. wow. mkataba wangu na nimeshafikia lengo. Ushafikia lengo? mm -hmm. hilo lengo lilikuwa ni lengo gani dada Maria? <laughs> mimi ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kufungua bakery. Okay, ilikuwa na vifaa ulikuwa navyo tayari? Ninao, kasoro mtaji tu, ndio ilikuwa kipengele. Okay. mm -hmm. Wow. Kwa hiyo kwa muda ambao nilifanya mm -hmm. kazi kwa mwaka mmoja, nashukuru nimepata mtaji ukiwa kama professional. Kwa hiyo umepata mtaji. Nimepata mtaji, mipata mtaji. Wow. Na change imebaki, <laughs> na change imebaki. <laughs> <laughs> Hey, mm. hongera sana, hongera sana, sana. Kwetu sisi hicho ni kitu kikubwa mno hata, yeah. mm. mm. sisi tunafurahi tunavyoona wanawake wananyanyuka kupitia mradi huu. mm. licha hawanyanyuki kikubwa sana, lakini kupata hatua ya kwanza kwenda mbele ni kitu kikubwa. mm. unajua watu wanaangaliaga Uh, mwisho wao kabla ya mwanzo okay, kwamba unataka labda uje umiliki hoteli kwa hiyo mm. unafikiri kwamba utaanza tu ulale wa mke uwe na hoteli hapana. mm. unaanza taratibu mm. na hapo sisi ndipo tulipo, kwamba mwanamke yeyote mwenye nia ana ndoto kubwa, lakini ndoto kubwa inaanza kidogo. Ndio maana mm. wanasema mbuyu ulianza kama, kama mchicha. Kwa hiyo mimi nafurahi sana ninavyoona wanawake ambao wanachangamkia fursa hizi mm. na wanakwenda kujijenga kwa ajili ya faida zao na faida za jamii zao kwa sababu leo hii ukishanyanyuka, mm -hmm. hautafaidika peke yako mm -hmm. nyuma yako una ndugu, una ndugu una wazazi, mm -hmm. una watoto una yani, hautakuwa tena tegemezi katika jamii, umeona. kwa mm hiyo -hmm. hiyo kwetu ni furaha kubwa sana. yes. yes kwa hiyo tunakupongeza mno. Sasa sasa hivi, hatua inayofuata, umeshaagana na bosi wako? nimeagana na bosi wangu. mm -hmm. Kwanza yeye mm -hmm. namshukuru sana Mungu nilipata bosi mzuri mwelewa wow. wow. kiasi kwamba Huwezi amini, alikuwa ndugu zake wakija huku Tanzania, wakiwa kuna mmoja huko Switzerland mwingine mm -hmm. kwa Marekani. Mm -hmm. Wakiondoka, anawaambia pikie chapati. Wewe hapo. Wapikie basi eh, wow. na wapikie, zinapikio wao wanaondoka nazo. Ah, kuna mmoja alikuwa anafanya diet, akasema ah, kwa kweli kwa chapati hizi. Ni diet kali pembeni. Kusema ni namshukuru Mungu pia na yeye alikuwa na anani anani anani hamasisha pia fungua akaunti, weka akiba, usio unakaa bila akiba wewe. Kwa hey, sababu nishamwambia wow, kwamba mimi na mtoto ni single mama kwao, okay, unapambana kwa ajili una yangu na mwanangu wako kwao, ndo akawa mm, ananisapoti kwa namna anani na moja ama nyingine, na nikifanya vizuri kwa kweli ananipa motisha wow, kama mwezi huu tarehe ishirini ilikuwa birthday yangu, nimefanyiwa birthday bila kuambiwa na zawadi juu, wametoka Marekani shoga yangu, umeona? Sasa kwa kweli namshukuru Mungu, hata familia mm yake pia -hmm. wananipenda na wameniambia tutaendelea kuwasiliana. Kwa hiyo hata pia mm. na-, wow. na, nawaomba Wadada Senta lakini mm -hmm. Ukimtafutia dada mm -hmm. At least mumtafutie dada kidogo mm -hmm. anaejielewa ijielewa kwa sababu sio mtu wa kukaa nyumbani, okay. Mara nyingi wanasafiri nje miezi miwili, okay. mmoja, miezi mitatu Ah. Kwa anahitaji mtu mwaminifu sana. Na mtulivu. Na mtulivu. Ambaye hana mambo mengi. Mm. Sasa imagine mimi kwetu Gongo la Mboto. Mhm. Mm Lakini nafanya kazi Masaki. Mhm. Mm Lakini akiondoka akirudi anakuta mpaka kuna mara safari yake mara mwisho alikuwa rikisha lenda Amerika. Mhm. Karudi mwezi wa 10. Rafiki yake kaja. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yaani siku alorudi arudi mida ya saa 6 mchana. Mm -hmm. Akaja na rafiki yake siku hiyo. Mhm. Mm Hakuniambia kama anarudi. Mm -hmm. Lakini kwa ka, surprise. Ehe, mm -hmm. kafika ndani kakuta kila kitu kimesimama. Wow. Anapenda, anapenda usafi kabisa. Yaani kiasi kwamba hata kinywele kikisimama hapana kiona. Wow. Akakuta kusafi nimemtandikia vizuri hivyo. mm-hmm. yeye mwenyewe kamnunulia namshukuru, na nashukuru mm, sana dada Senta kanipa, na Mungu aendelee kuwatetea na kuwabariki amina, mm, na amina. Sisi maombi yetu ni kupata wadada kama wewe, kwa sababu da Maria unajielewa, angekuwa ni mtu mwingine ameachiwa nyumba, ndio mwanzo wa kuleta mabwana ndani, mm -hmm, ndio mwanzo wa yeye mwenyewe kutoka peleka vitu vya bosi buza mm -hmm. uko kwa uko. si unaelewa? <coughs> Yani, wadada wengi wakiachiwa manyumba ule uaminifu kidogo unakuwa ni mtihani. kwa hiyo na sisi maombi yetu ni kwamba ili huu mradi uendelee kuwabariki watu wengi, lazima tupate wadada wanaojitambua wenye hofu ya Mungu ambao hata kama bosi wako hayupo, lakini unajua Mungu aliyeko siri <coughs> na niona nitakapofanya kitu ambacho ni kibaya au ambacho sicho Mungu hawezi kufurahi na kama hawezi kufurahi, eh, kesho unawajibishwa mm. uta utashangaa ubarikiwi, okay. Utashangaa mambo yako yanakwama. Kwa nini? kumbe kuna ubaya ambao unaofanya kwa watu wengine, kwa sababu hawakuoni wa. Kwa hiyo ni maombi yetu na sisi tupate wadada kama wewe. Amen. Yes. Ah, labda sasa wewe unawashauri nini wadada wanaoenda kufanya hizi kazi, especially wadada watu wazima kidogo. Hmm. Wewe ni dada ambaye uko machua, unajielewa unajitambua, hmm. hmm. dada ambaye ushakuwa na mji wako, una yani, unaelewa maisha manake nini. Wadada hmm. wa hivyo wanashindwa kuwa na ile e, ule, ule ule na, naweza kusema nini? unyenyekevu yaani, kukubali kwamba maisha yangu yameshuka mm. kwa hiyo lazima niwe mnyenyekevu nifanye kazi mm. ambazo pengine watu wengine wanazichukulia poa mm. Wewe ujaichukulia poa hii kazi ni kweli. na nakumbuka kazi ya kwanza kweli, ulivyokuja umenikumbusha mm -hmm. wewe tulikupangia kwa muindi ambaye mshahara ulikuwa laki 5 laki 5, ikawa challenge, ikashindikana ile kazi mm. lakini ulivyokuja kuambiwa kuna za laki 3 mm. professional still ulienda mm. ukuleta ile ego na ile kuona kwamba ah, mimi professional hii mm. kazi laki 3 tu ndogo, bado umeenda na umeenda kwa uaminifu. Kila mwezi unakuja kwenye semina na unakuwa ni mfano wa wadada wengine mm. wadada ambao wanataka kunyanyuka mm. na wanahitaji hizi kazi. Wewe ungewashauri nini ili waweze kutimiza malengo yao? Kwa mimi mm. kwanza, kwa maisha niliyopitia mm. na kwa sasa hivi nilivyo mm mimi siku zote huwa sitamani cha yule, huwa natamani kusimama mwenyewe kwa miguu yangu Kusim, cha, bi, cha mwingine cha mtu mwingine. Safi kabisa, mm -hmm. Kwa hiyo ili nifikie lengo mm. lazima nijishushe ili niweze kutimiza wow. lengo langu wow. kwa hiyo nikisema kwamba eti nikimbilie ni mia na akati hata moja sina so lazima kweli. nianze moja ndio ponipate mia. siku zote wow. shat, shortcut is the wrong cut. Is a long way ndo njia ndefu zaidi kabisa. yeah. Kwa hiyo mimi nawashauri tu mabinti wenzangu mm. wa mama wenzangu mm -hmm. vijana wenzangu mm -hmm. ili watimize wow. lengo mm. wakubali kuanza na moja pale walipo, walipo wasitamani vitu ambavyo avmbavyomariza haraka na vingine unaweza ukapata hivyo cha, cha juu kikakukosti zaidi sana hivyo, na usikae ukategemea kwamba kwa sababu mi nakumbukaga msemo mmoja mm. babangu ananiambia mi, babangu na mamangu, nashukuru Mungu bado hapo, okay. wow. bado hapo Gongo la Mboto okay. ananiambia we, ukikwama njoo nyumbani, utakunywa utalala, utavaa, utaoga, lakini usitegemee tena shilingi kumi kutoka kwangu <laughs> kwa hiyo upambane <laughs> <laughs> Nimependa hii. Pambana mama, eh, pambana. Kuna kesho papo. Ila. Ila. Ah, ila tafuta. Naambia kuna kesho mimi babangu na mamangu wako. No, wow. Mimi mamangu na babangu wako wapi? Unaona maisha, e, maisha ya wow, malezi mazuri sanawa hongera sana, na sana. Kwa wow. mm -hmm. I sana. Na nafikiri sio bahati mbaya unapopata watoto ambao wana tabia njema, mm -hmm. sio bahati mbaya, mm -hmm. ni kwa sababu ya malezi <coughs> hapo umekuja kumalizia vizuri, umeweka simenti, mm -hmm. ambayo ni concrete. Kwamba kumbe baba na mama ndio chanzo cha wewe kuwa na malezi chanya, mm -hmm. kuheshimu vitu vya watu, kutokutamani vya watu mm -hmm. Lakini na wewe kutoka kwenda kuupigania maisha yako mm -hmm. Mungu awabariki, awape umri mrefu wazazi wako mm -hmm. Wamekulea vyema. mm -hmm. Na hii ni meseji kwa wazazi wengine kwamba watoto wetu tuwalee vizuri. mm -hmm. Tuwalee watoto katika namna ambayo watakuwa hambo, ili waweze kutengeneza maisha yao.